Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutapika mkate ambao hauhitaji kukandwa. Kwenye bakuli langu nitaweka maji, nitaweka sukari, mafuta, hamira, kisha nitakoroga. Hakikisha unachanganya vizuri, kisha weka unga Chumvi. Kisha koroga. Hapa unaweza ukatumia mwiko au spatula kama hiyo, koroga mpaka unga mweupe upotee. Hakikisha unakwangua vizuri, unaendelea kukoroga. Ukiangalia hapo unga mweupe umeisha. Nitafunika, nitaacha kwa muda dakika thelathini. Dakika thelathini zikipita, nitafunua na uangalia, umeumuka. Nitafunika tena, nitauweka kwenye friji usiku mzima. Asubuhi nitautoa, ukiangalia, unga wangu umeumuka vizuri. Nitanyunyizia unga sehemu ninayofanyia kazi, kisha nitatoa donge langu alafu sio lazima uwache kwenye friji usiku mzima, unaweza ukaweka kwenye meza tu kwa masaa manne na bado ukapika mkate, ukapata mkate mzuri. Naendelea kukanda unga wangu, nikitengeneza duara kama hapo. Unaona, nafunga, nanyunyizia unga kwa sababu unanata, nazungusha. Nitachukua karatasi zetu nazotumia kubekia, nitaweka unga kisha nitaweka donge langu, nitafunika, nitaacha kwa muda wa nusu saa. Sufuria yangu ninayotumia kuokea nitaiweka kwenye oven, nitaiacha kwa muda wa nusu saa. Ikiwa tayari nitaitoa, nitaweka mkate kwenye sufuria ile ya moto hii mikate mara nyingi waga wanatumia zile sufuria za dutch oven. Mimi sina hapo. Nakata mkate wangu, nitafunika na foili pepa juu, kisha nitaweka kwenye oven iliyokwisha iwasha nyuzi joto mia mbili 200. Chini nitaweka bakuli la maji. Baada ya dakika 25, nitafunua ile foili nitaacha mkate wangu uive juu, yani ubadilike rangi. Nitauacha pia kwa muda wa dakika 25. Mkate wangu ukiwa tayari, nitautoa nitauweka kwenye tray au raki. Hapo nitauacha upoe kabisa, kisha ndiyo nitaukata. Mkate huu unaweza ukatumia sufuria yoyote, ili mradi iwe inakaa kwenye oven, aiyeyuki. Hiyo sufuria yangu ni nzito. Hapa ninakata mkate. Mkate wetu upo tayari kuliwa. Mkate ni mrahisi na ni mtamu sana. Asante kwa kuangalia video yangu naomba ulike, naomba usubscribe, naomba ushare. Mkate wetu ndio huo hapo, tayari kwenda mezani. Karibuni.